Bwana anasema njoni, kupe dawa ya macho upate kuona. Mwangalie jirani yako, mwambie ni mambo gani unayaona muda wote. Watu wa Mungu, Bwana Yesu akubariki. Hakuna kitu kibaya kama kuona mambo mabaya. Hakuna jambo linalosumbua kama kuona kushindwa. Kila saa unaona maadui yani, wanakufungulia kuona maadui kila saa, kumbe pembeni yako kuna malaika, kumbe pembeni yako Yesu yuko around. Wanakupa kuona mateso tu, haiwezekani. Hatutaishi kwa kuona mateso, tunahitaji tumwone aliyetushindia yuko upande wetu. Libarikiwe jina la Bwana, nasema libarikiwe jina la Bwana. Wangapi wana amani katika siku ya leo? Mwambie jirani yako historia itabadilika. Yesu sema historia itabadilika.